Ni siku ya tano ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume kupitia ofa ya Alhikma Foundation, ambapo watekelezaji wakuu ni jopo la madaktari kutoka kwa the Sunshine muslim volunteers na wazungumzia SMV. Tumerejea tena hapa mtazamaji, katika kituo hiki cha Tandika. Utafahamu siku ya Jumamosi tulikuwa hapa na idadi ya watoto 69 walifanikiwa kufanyia tohara katika kituo hiki, lakini utakumbuka waliojiandikisha walikuwa ni watu zaidi ya 120 jambo ambalo likaamuriwa warejewe tena katika siku nyingine na wazazi kuahidiwa wawalete watoto wao katika siku ya Jumatano. Alhamdulillah, leo tena Jumatano tumefika hapa na mashallah wazazi wameweza kuitika. Nyuma ya kamera ni Omar Salum Ng'anga, mimi ni mwana mali mashi. Tukashuhudie leo ni idadi ya watoto wangapi watafanyiwa. fahamu kwamba hapa Tandika ni 69. Kwa tutaongeza namba kutoka 69, leo itakuaje? Asante. Tuifanya surprise nimetoka nyumbani niwaaga nyumbani, nimwambia nakwenda kuwatia watoto sindano za matone, kisha tutarudi sasa hivi, lakini mimi katika nafsi yangu sikutaka kuambia, nimewafanyia surprise. Wala sikumwambia baba yao, wala sikumwambia mzazi wangu, yuko hai, yuko nyumbani, sikumwambia mtu yoyote, na hata mama yao mzazi amekuja kujua baada ya kufika hapa, kwa sababu nimefanya surprise hiyo, na nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu atamlipa Kishki na Mwenyezi Mungu, nimependa kitu kimoja Kishi alichokifanya, hakutaka kuchagua Waislamu wala Wakristo. Hili jambo limefanywa kwa watu wote, kwa hiyo Mwenyezi Mungu atamlipa inshallah, jazaka wa khairi. Amina, Rabbana, alamina. Inshallah Amin, inshallah. kwa nini mama yangu umeamua kufanya surprise kwa wazazi? Wow, baba yao na mama yao, baba yao, na mama yao nimewafanyia surprise. Kwanza huyu mmoja mtoto mchanga anatoka 40 leo, kwa hiyo hakujua wala hakutambua mzazi na baba yao hajui kabisa, sikutaka kumwambia, kwa sababu nimeona ataanza kuleta mzunguko, na ili jambo Mwenyezi Mungu kishalileta, tulifanye basi, nimeona tuje tulifanye kwa kuwatia watoto wetu suna. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Haya, baada tutaka kujua sisi, ukisharudi nyumbani e, baba akishaona, mama ameshagundua hapa, baada ya kufika e, baba hali itakuwaje akisharudi, akutatu wake tayari washafanywa suna? nadhani hato kasirika, atafurahi sana. Mashaallah, shukrani. E, atafurahi sana, sana sana sana kwa sababu huyo baba wewe mimi... ni mwanao au ni mkweo huyo baba? Mimi ni mjukuu, ni mtoto wa marehemu mwanangu wa kwanza, mama yake alifariki. Kwa hiyo hawa watoto mimi ni wanangu. wow. e, baba yao mimi ndo mjukuu wangu. Ofa hii nilisikia kwa jirani yangu, akanielekeza Kishki anatoa ofa suna kupitia watu wote, watoto wote, achagui dini wala kabila. Ndo tukaamua kufuatilia paka leo tumefika hapa. Mtazamaji wa Kishki TV, tukiwa mwishoni mwa zoezi hili, hapa tuna kijana huyu, e, mdogo wangu huyu, anaitwa Collins. Hujambo. Sijambo. Shikamoo. Marhaba. Mambo vipi? Poa. Jina lako sasa Collins yao? Collins Otman Kapinga. Wewe ni mkazi wa wapi? Mkazi wa Msasani na Manga. Okay, una miaka mingapi? una miaka kumi na sita. Okay, na miaka kumi na sita. Okay, naona umekuja kufanyiwa suna, sio ndio? na tayari ushafanyiwa yeah? unajua leo walikuwa wanafanyiwa wale ambao walijiandikisha, lakini we umekuja leo na umefanyiwa huduma leo, ilikuwaje? Uh, inategemea, maana si tunatoka mbali koo, tulikutana changamoto nyingi, foreni kama nini, tulivyofika hapa tukaambiwa kwamba huduma, yaani tumechelewa Ndo pale dada yangu akakutana na dokta. Dokta akamwambia, subiria hapa, wadogo zako watapatiwa huduma. Ndo tumesubiria tumepatiwa huduma, na huduma zao ni nzuri sana kama hivyo tunavyoona. Nimekuja mimi na kakaangu. Kakaangu, kakaangu, yuko kidato, kashamaliza form four mwaka jana kwao, tukachukua uamuzi tukaja. Ndo pale anapatiwa huduma, ana miaka kumi na nane. okay, wewe wewe, nani alikwambia kama kuna ofa ya Al-Hikma vijana wanatahiriwa? Maana kule kule nyumbani kuna shangazi yangu ambaye naye ana mwanaye yuko form four. Kwa shangazi yangu ana ndugu yake huku, kule ndugu yake akamwambia shangazi yangu kwamba huku kuna huduma za kufanyiwa suna kama hivi mnavyoona, kwa shangazi yangu akamwambia dada yangu ambaye shangazi yangu anakaa palepale na Manga tunakaa kwa bibi yetu akamwambia dadangu, dadangu naye alimwambia. Tokea juzi ile ndo wakasema mwisho Jumatano, ndo leo Jumatano tumekuja kama hivi, tunaona tumeshapatiwa huduma okay. Hujaogopa pengine sababu tunaona eh, miaka ya nyuma kidogo ya umri kama huu watu wanafukuzana, wanakimbia, wanawakimbia wazazi wasiwakamata, wakapelekwa kufanywa suna, lakini we umetoka mwenyewe huko umbali mrefu na umekuja mwenyewe na um, uh, hivyo hujapata yani wasiwasi ama ata lako ni hiyo? Amna, sijapata wasiwasi wote. nimekuja mwenyewe kwa faida yangu sio kwa faida ya mtu yoyote. Asante sana. Na nyumbani unakaa na nani na nani ambao unaishi nao? Mimi kakaangu, adugu zangu, babangu, mamangu, na bibi yangu na dada zangu na shangazi zangu wote tunakaa pamoja. Wote. Na sasa umwambie kama anaenda kufanyiwa suna huko. Ya, nishaambia. Akasemaje wakati unamwambia? Wakaambia nenda kwa sababu hata ukikataa, hii sio faida yetu, sisi ni faida yako wewe, kwa maisha yako wewe ya baadaye tukaamua uamuzi, si tukamwambia dada yetu, tukaja. Unajisikiaje baada ya kufanyiwa? Sasa najisikia vizuri yani, mii nawaambia waendelee kuwa na moyo huu, huu, kwani hakuna mtanzania ambaye anaweza kufanya mambo kama haya. Ni nasema Mungu awajalie wa na Mungu awazidishie wa, si jambo la yamqini bali ni yaqini. Leo ndio siku ambayo zoezi la suna hii tohara kwa watoto wa kiume maisha mapema sana kuliko siku zote ambazo tumewahi kufanya. Inawezekana labda kwa sababu leo ilikuwa tunamalizia kiporo, kwa maana kwamba wale ambao walisalia katika siku ya Jumamosi. Tuko na Dr. Mwimbe Juma, atuambie zoezi leo imekuwaje? Uh, hakuna kitu kibaya kama kumwahidi mtu alafu siji kumtekelezea. Sasa sisi tuliwaahidi na tumekuja kutekeleza. tumewafanyia watoto takriban thelathini uh, na mbili ambao ni ziada ya wale ambao uh, tuliwafanyia wiki iliyopita siku ya Jumamosi ambao walikuwa ni sitini na tisa. Kwa hiyo jumla ya watoto ambao tutakao tumewafanya katika kituo hiki cha Tandika watakuwa ni mia moja na moja. Kwa hiyo alhamdulillah yani, Tandika tu peke yake tumefanya watoto mia moja na moja kwa jumla yake. Kwa hiyo leo tumemaliza hao sitini na mbili lakini pia tulikuwa tuna kazi ya kwa kuangalia wale ambao wa tuliwafanyia siku za nyuma wale waliokuja kutaka kujua maendeleo yao. Kwa wapo ambao wa takao kuangalia maendeleo yao tumeona, tume watoto takriban kama Uh, sita ambao walihitaji kujua maendeleo yao ya koje kama wanaendelea vizuri au vipi, na wote alhamdulillah, wa wameonekana kwa vizuri na mambo yao yanaendelea kwa vizuri alhamdulillah. Asante daktari. Kitu kinachofuata baada ya hapa? Baada ya hapa kituo kinachofuata ni Mbagala kuu, ni dispensary ya Mbagala kuu ambayo tutaenda kuifanya siku ya Jumamosi ijayo, lakini kabla tujaenda Mbagala kuu, kesho siku ya Alhamisi tutakuwa tutarudi tena uh, Charambe kwa sababu nao pia tuliwaahidi kwenda kuwafanyia wale ambao walikuwa wamezidi siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunaenda kuwafanyia kesho siku ya Alhamis. Kesho Alhamis tutakuwa Charambe, lakini kwa mujibu wa ratiba Jumamosi tutakuwa tuko Mbagara kuu na Jumapili tutakuwa tuko mtoni Kijichi. Jana siku ya Jumanne nilichukua jitihada zangu binafsi na kutembelea vituo hivi viwili. Nilienda kituo cha Mbagara kuu na nikaenda katika kituo cha, cha afya cha kijiji, mtoni Kijichi. Mbagara kuu nilipofika nilikuta waliojiandikisha kwa jana siku ya Jumanne wamefika sabini. Na kwa sababu hatuhitaji kuwa watu wengi na watu mtikio umekuwa ni mkubwa, nilichokifanya niliwaambia hao ndio mwisho, hatutaki kuongezeka, hatutaki waongezeke. Kwa hiyo watu wa Bagara Kuu tunawaomba wasiongezeke. Walifika sabini ndio hao hao sabini ambao tutakaowafanyia siku ya Jumamosi inshallah. Lakini nilipotoka pale nikaenda kituo cha afya cha kijiji ambapo nilikutana na, na mganga ni mfawidhi wa kituo na akanionyesha idadi ya watoto ambao wamejiandikisha walikuwa wamefika hamsini na moja. Kwa hiyo pale nikawaambia, nika kwamba wanaweza wakaongezeka mpaka wakafika sabini kwa sababu kwa tathmini tuliyofanya kwa hadi hivi sasa tuna uwezo wa kuwafanyia watoto sabini bila shida yote kwa siku. Kwa hiyo uh, nikawaambia waendelee kuwaandikisha wakifika sabini pia nao wafunge. Kwa hiyo hata wala kina mama walioko Mbagala Kuu ambapo ni jirani na Kijichi wakiona wamefika wame, wame mbaga wakaambiwa kwamba namba zimejaa nafasi zimejaa, wanaweza wakaenda kijiji pale wakajiandikisha, ila ikifika namba sabini pia nawao watakuwa wamefunga kituo chao. Siku ya tano ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume kwa maana ya suna imetamatika hapa hii leo katika zahanati hii ya Tandika, ambayo tumerejea kwa mara ya pili, ni kutokana na kwamba wiki iliyopita, kwa maana siku ya Jumamosi, idadi ya watoto ambao walifanyiwa tohara hapa, kwa maana wale ambao walijisajili, ilikuwa ni kubwa sana madaktari wakaahidi kwamba hao ambao wamesalia tutawafanyia tena katika siku ya jumatano ambayo ndio leo alhamdulillah zoezi hili limekamilika utakumbuka siku ya jumamosi hapa walifanywa tohara watoto sitini na tisa na hii leo wamewafanyia tohara watoto thelathini na mbili jumla katika kituo hiki idadi ya watoto mia moja na moja wamefanyiwa tohara katika kituo hiki cha zahanati hii ya Tandika Peke yake. Jumla kwa wote ambao wamefanyiwa tohara mpaka sasa kwa maana tangu pale Yombo siku ya kwanza, Buza, Tandika, Jumamosi na leo pamoja na Charambe tayari wanafika e, watoto mia mbili themanini na tisa wakiendelea kuitafuta e, nambari elfu moja. Idadi ya watoto ambao wanastahili na kustahiki kufanyiwa tohara kwa mujibu wa ofa ambayo ilitangazwa na mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ya endelevu vituo mbalimbali, tutaendelea kuwafata muhimu. Endelea kufuatilia social media zetu, utafahamu kituo kinachofuata ni wapi. Lakini baada ya hapa ni Mbagala Kuu Jumamosi ijayo, lakini pia Jumapili itakuwa ni katika kituo cha Kijiji. Usisahau siku ya kesho Alhamis, kiporo chingine pale Charambe kutokana na wale ambao idadi ya watoto ambao walibakishwa siku hile. Sina la ziada. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni mwana Mali Mashi. Wasalamu alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV Nuru ya dini yako.